Mambo vipi wapenzi wa afya, nalala vizuri usiku? Kama jibu ni hapana, basi uko mahali sahihi. Leo nitashiriki nanyi mbinu tano za kisaikolojia zitakazowasaidia kulala fofofo. Hizi ni mbinu rahisi, lakini zenye nguvu ambazo zinaweza kubadilisha jinsi unavyolala. Twende moja kwa moja. Kwanza, kuwa na ratiba maalumu ya kulala. Kulala na kuamka saa moja kila siku, hata mwishoni mwa wiki, ni muhimu sana. Hii husaidia mwili wako kuzoea utaratibu wa kawaida wa kulala na kuamka. Mwili wako una saa ya ndani na kuzingatia ratiba maalumu husaidia saa hiyo kufanya kazi vizuri. Hii inamaanisha kuwa utahisi usingizi wakati huu huo kila usiku na kuamka kwa urahisi asubuhi. Hii husaidia mwili wako kuzoea utaratibu wa kawaida wa kulala na kuamka. Mwili hupenda utaratibu, kwa hiyo shikamana na ratiba. Pili, jiandae kwa ajili ya kulala. Fanya mambo yanayokutuliza kabla ya kulala kama kusoma, kuoga maji ya uvuguvugu au kusikiliza muziki mzuri. Epuka shughuli zinazokusisimua kama vile kutazama TV au kutumia simu kabla ya kulala. Hizi zinaweza kuamsha akili yako na kufanya iwe vigumu kulala. Pumzisha akili yako. Tatu, hakikisha chumba chako kinalala. Chumba chako kiwe na giza, kimya na chenye hewa safi. Godoro na mito vizuri ni muhimu pia. Kupunguza mwanga na kelele kunaweza kuboresha usingizi wako. Fanya chumba chako kiwe kama sehemu ya kupumzika. Hii inamaanisha kuwa na godoro nzuri mito inayofaa na mazingira ya utulivu. Nne, fanya mazoezi ya kutuliza akili. Mbinu kama kupumua kwa kina, kutafakari na kupumzisha misuli kunaweza kutuliza akili na mwili na kukusaidia kulala kwa urahisi. Kushughulikia msongo wa mawazo ni muhimu kwa usingizi mzuri. Chukua muda kidogo kupumzika na kutuliza akili yako. Tano, punguza vinywaji vyenye kafeini na pombe. Epuka kafeini na sigara hasa masaa machache kabla ya kulala. Ingawa pombe inaweza kukufanya usinzie mwanzoni inaweza kuharibu usingizi wako baadaye. Dhibiti vitu hivi ili upate usingizi mzuri usiku kucha. Hapo umepata, mbinu hizi za kisaikolojia husaidia kushughulikia mambo ya kiakili na mazingira yanayochangia usingizi bora. Jaribu kutumia mbinu hizi katika maisha yako ya kila siku na utaanza kufurahia usingizi mzuri na wenye afya. Kumbuka, usingizi mzuri ni muhimu kwa afya yako ya jumla. Asanteni kwa kutazama. Msibofia like, subscribe na kushare kama video hii imewasaidia.